We Mkalamba, hivi nilitabadilika na matendo yako ya kishetani? Unaniuliza hivyo wewe kama nani? Hmm, kama nani? Yaani, Waswahili wanasema haraka haraka haina baraka, na siku nakutana na wewe haukuwa hivi, sikuwa hivi nilikuwa mweupe ama mweusi? Kuna kitu ukijui kuhusu ne? Mimi ni mtu mzima anajitambua, alafu kingine wewe sio ndugu yangu, wewe ni rafiki tu, tumekutana barabarani. Rafiki, unachokisema ni sawa, ila mungu anakusudi juu yako. Ndio maana ananipa mimi wepesi ukushauri kutoka kwenye hilo dimbu la kishetani mwana kufia kama mzee.